Kila mwaka Juni 19 dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kijinsia katika maeneo yenye migogoro. Siku hii ilitengwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 2015 kama njia ya kutambua na kushughulikia madhila ya ukatili wa kingono unaowakumba watu, hususan wanawake, wasichana na watoto katika maeneo ya vita na migogoro ya kivita. Lengo la siku hii ni kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu athari kubwa za ukatili wa kingono kama silaha ya vita, kuwapa sauti manusura na kuhamasisha hatua za kisheria, kijamii na kisiasa za kuwalinda walioko hatarini. Katika historia ya migogoro duniani, iwe ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, yani DRC, Sudani Kusini, Iraq, Siria au Myanmar, ukatili wa kingono umetumika kama silaha ya kimkakati kuwadhalilisha, kuwatisha na kuwavunjia utu raia wa pande pinzani. Wanawake huzingirwa kubakwa mbele ya familia zao, hulazimishwa ndoa za kivita au hata kupandikizwa ujauzito wa makusudi kama sehemu ya utekaji wa kimfumo wa maisha yao. Wakati mwingine ukatili huu hufanywa na wanajeshi, waasi au hata walinzi wa amani walioapa kuwalinda. Inapokuwa haina mwitiko wa haraka, ukatili huu huacha manusura na majeraha ya kimwili, kiakili na kijamii, pamoja na kunyimwa haki ya kupata msaada wa afya, hifadhi na haki za kisheria. Kisheria, ukatili wa kingono katika maeneo ya migogoro hutambuliwa kama uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na hata katika mazingira fulani, kama kitendo cha mauaji halaiki yani genocide. Baadhi ya misingi ya kisheria inayolindwa kimataifa ni mkataba wa Geneva wa 4 wa mwaka 1949, unaulinda raia katika vita ukisiistiza kwamba wanawake wasidhurumiwe kijinsia katika mazingira ya vita, lakini pia mkataba wa Roma wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu yani ICC unataja wazi kubakwa, kushurutishwa kufanya ukahaba na aina zote za ukatili wa kijinsia kama uhalifu unaoadhibiwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 1325 unaozingatia wanawake, amani na usalama, ikihimiza kuwalinda wanawake dhidi ya ukatili wa kingono na kushirikishwa kwao katika mchakato wa amani. Mwisho ni azimio namba 1820 linalotamka rasmi kwamba ubakaji na ukatili wa kingono si athari ya bahati mbaya ya vita bali ni silaha ya kivita inayotumika kimakusudi. Ingawa Tanzania haikumbwi na vita ya wazi inachangia vikosi katika operesheni za kulinda amani katika maeneo mbalimbali hasa kupitia Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Hivyo basi ni muhimu kwa Tanzania kuimarisha mifumo ya kuelimisha wanajeshi wake kuhusu maadili ya vita, kuwatambua na kuadhibu wale wanaokiuka haki za binadamu na kuweka mifumo ya kushughulikia malalamiko kutoka kwa waathirika. Aidha, katika muktadha wa kisiasa wa Afrika Mashariki, migogoro ya siasa, uhamiaji wa wakimbizi na hali za dharura pia huibua hatari ya ukatili wa kingono hasa kwa wanawake walio kwenye kambi za wakimbizi au maeneo ya mipakani. Mara nyingi waathirika wa ukatili wa kingono hubeba aibu ya kimyakimya kwa miaka mingi. Hawa ni mashujaa wa vita wasio na silaha. Kupitia Juni 19, dunia inasema sauti zao zisikike. Serikali, taasisi za kiraia na jamii kwa ujumla, tunapaswa kuhimiza mazingira salama na kutoa taarifa kuwasaidia kisaikolojia, kisheria na kiafya, na zaidi ya yote kuwatendea haki. Juni 19 si siku ya majonzi tu, bali ni wito wa hatua. Ni siku ya kuwakumbuka wanawake, wanaume na watoto waliotumika kama maeneo ya mapambano kwa njia ya ukatili wa kingono. Ni siku ya kuwajibisha wahusika, kuhamasisha uwajibikaji wa kisiasa na kujenga dunia ambayo silaha ya ngono haitakuwa tena chombo cha vita, bali sauti ya ujenzi na uponyaji. Je, tutanyamaza hadi lini? Haki za manusura hazihitaji huruma, zinahitaji haki. Hii ni Wakili TV na mimi ni Joseph Swai.